Ikiwa kama ujasubskribe kwenye chaneli yetu basi naomba ufanye hivyo. Habari nzuri zaidi, ikiwa kama hujapakua app ya Tanzua ya store Tanzua com ambayo inapatikana kwenye play store na app store, basi naomba Kabla ya kuendelea kutazama video, nenda ukapakua app yako, halafu rudi hapa tupeane maujanja. So nataka nikufundishe mambo mbalimbali kuhusu Tanzua, na tumeshafundisha na tutaendelea kufundisha tena na tena na bila unausua kuuliza kadri uwezavyo mpaka pale utakapoelewa. Ili Tanzua app hiyo, ni rahisi sana kwako wewe kuitumia app hii inapatikana katika mifumo yote na ni app ambayo inakuwezesha wao kwamba kununua bidhaa kutoka mataifa yote kwa bei ya kiwandani. Kwa kwa mfano, unahitaji kompyuta kutoka China, Tanzua app inaweza kufanya hivyo. Ukihitaji bidhaa kutoka um, Marekani, Tanzua app inaweza kufanya hivyo. Ukitaka bidhaa kutoka Uturuki, Tanzua app inaweza kufanya hivyo. Wewe ukiipakua, jisajili, anza kununua bidhaa, lipia, tulia. Utasikia siku moja mlangoni kokooo, ko, ko, mzigo wako hapa. Unaanza kufurahia maisha. Kwa hiyo, hii ni mbadala, badala kutumia kikuu Alibaba, mitandao ambayo ina, ina mambo mengi e, kwa sasa hivi unaweza ukaifuta tu kwenye simu yako na kuipakua tu Tanzua peke yake katika uh, uh, simu yako. So leo nakufundisha kuhusu dashboard ya Tanzua. Najua kwamba Tanzua kuna lugha mbili, lakini ni vizuri mambo mengine tukafahamiana, tukajulishana kwa sababu kuna lugha ya, ya, ya kitaalamu lugha ya kitaalamu inakuwa ni ngumu sana mtu kuelewa, ikiwa kwamba wewe usio mtaalamu. Kwa hiyo hapa nataka nikuonyeshe ikizigani ambavyo itanzua hapa dashboard na hizi inafanya kazi. Indapo unaingia kwenye dashboard yako utaona sehemu inaandikwa credit, hiyo ni kwamba ni pesa ulionayo kwa, so total credit ni pesa ambayo uko nayo ambayo umeiweka kwenye, kwenye akaunti yako so kwa sababu Tanzua ni kama vile unanunua vocha kuweka pesa. Ni kama mfano unaweza kuchukua pesa kwenye kadi yako kanunua ukaziamisha ukaziweka hapo bila kutumia kadi yako wewe, well, i save kadi yako, Tanzua i save kadi yako, unanunua kama vile unanunua kifurushi Koyo, nizu, Yapa. Kwa hiyo hizo zinakuja credit hapa, zita ni save kwamba una credit kadhaa. Hizi pia credit ni pesa unazoziingiza kwamba, kwa, kwa mfano labda umeshare uh, link au bidhaa, kwa hiyo Tanzua wanapoa na kulipa pending inakuwa ni kama vile pending inakuwa ni kwamba Uh, ni oda ambazo unataka ununua lakini ujazinunua ziko pending, kwamba zimesubiria malipo ambazo unataka kununua. Kwa hiyo hiyo ndo inakuwa ni mfumo ambao uko Tanzua. Kwa hiyo unakuta hapa nako tunasema kwamba ni Tanzua wanafaa wana mfumo wao, pana mapoint. Kwa hiyo unapokuwa unapata point zile, ni pesa. Kwa mfano unapokuwa unazidi kununua, zile ni pesa, ukijisajili na kupa pesa wanakuwa pointi, kwa hiyo zile pointi ni pesa, ni kama mtu anavyosema viewers, kwa hiyo hata views, kwa hiyo hata mtu anavyosema views, kwa hiyo hata hapo vile vile kuna pointi, kwa hiyo zile pointi ni pesa. Kwa hiyo zile pointi, unapokuwa na pointi 2000 hapa kwa hapa, inamaanisha kwamba unakuwa na hela 2000 Kwa hiyo hapa itakuwa na kuonyesha kwamba ni shilingi kadhaa. Kwa hiyo ndio mawili machache ambayo ni katika nikufundishe kuhusu mfumo mzima wa Tanzua. Kwa hiyo tukiacha hapo ni kwamba Tanzua inakuonyesha kwamba ikiwa kwamba kuna offer ambazo zinapatikana au kuna bidhaa ambazo ulisahau ulinunua uli lakini umesahau. Kwa hiyo hapa kwa ukishuka chini hapa ni sehemu ambayo kama unanunua bidhaa be, yote ni kwamba itakuja kuonyesha hapa na kama kuna offer yoyote ambayo nipendekeza kutoka kwako nitakuja kuonyesha hapo. Kwa hiyo tukishuka chini hapo kwenye return request ni order zile ambazo kwamba zimefikia lakini hazijakufurahisha na unataka kuzirudisha. Kwa hiyo hapa ni, ni sehemu ambayo itakuonyesha oda hizo kuhusu hizo order return. Yaani process zote kwamba kama order imekubaliwa, imerudishwa, nini imefikia, imefikia mhusika. Kwa hiyo hapa itakuja kuonyesha yote. Kwa hiyo hapa ku cancel request ni kama kwa mfano umenunua bidhaa ume na umeikansel na unataka ume tena. Kama unataka kununua lakini isha kuwa katika process ukaikansel ile bidhaa kwa sababu anaruhusu ku cancel. Kwa mfano umeshanunua umeshalipia lakini ume ume ka cancel. Kwa hiyo hiyo hapo ni kwamba itakuja kuonekana app. Usisahau kupakua app ya Tanzua. Kwa hiyo hii ndio inakurahisisha wewe kununua bidhaa kutoka mataifa yote duniani na vilevile vile, kama umeshapakua app ya Tanzua hakikisha kwamba umesubscribe kwenye channel yetu. Kumbuka kwamba huduma zetu hizi ni bure, ulipie chochote kila kitu ni bure. Kama una swali lolote unaruhusiwa kuuliza.